Na tukigeukia masala ya elimu ni kwamba kamati ya bunge kuhusu elimu hii leo imeishtumu tume ya kuajiri waalimu nchini TSC, kwa kukiuka masharti ya kamati hiyo hususan kudinda kutoa maelezo kuhusu taratibu za kupandishwa vyeo kwa waalimu 25,000. Wanachama wa kamati hiyo wanailaumu TSC kwa kukosa kueleza kinaga ubaga taratibu za kuwapandisha vyeo waalimu huku wakidai kumekuwa na upendeleo, kama anavyoeleza sasa mwanahabari wetu Melita Oletenges. Mchakato wa kuwapandisha vyeo waalimu elfu 25 unaendelea kuibua mdahalo mpana hususan kuhusu ugavi wa nafasi za vyeo kwa usawa katika maeneo tofauti humo nchini. Just promoted, not promoted. Kamati ya bunge ya elimu iliibua maswali kwa TSC kuhusu matokeo ya waalimu waliosailiwa na waliofuzu kupandishwa ngazi na kutaka kujua kwa undani, lakini wanasema TSC haikuzingatia hilo. Like that. Kadhalika kamati hiyo imeitaka TSC kuelezea mbona kanuni ya kupandishwa ngazi kwa waalimu wenye tajriba ya zaidi ya miaka mitatu ilishushwa hadi miezi sita. Then all of a sudden, you, you ran you short of teachers teachers to promote. And and and then you start now promoting every six months, some individuals. We have several teachers who are actually acting and performing duties. Uh, and therefore, because they could not reach the three years, that's when the commission lowered. Aidha uh, wanakamati waliibua dukuduku kuhusu taarifa iliyowasilishwa na TSC. This which promoted teachers are there Hayo yakijiri, makundi ya jamii chini ya muungano wa elimu bora yamepaza sauti kuhusu kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha bajeti katika sekta ya elimu nchini Kenya, yakionya kwamba zaidi ya wanafunzi milioni moja wanaweza kufungiwa nje ya shule. School means budget reduced. Learners will only get meals for 21 days in a year. Uh, recommendation, allocate at least 25 billion for school meals for the target of 2.8 million learners and at least one meal a day at school during the 180 180 days. Melita, Olitenges, Rudinga Citizen.